Msikilizaji, ni kwamba maafisa wa polisi kituoni Kayole wanamzuilia mshukiwa ambaye ni imamu kwa madai ya kuwadunga visu watu wawili msikitini na kuwajeruhi vibaya. Mshukiwa huyo Mohamed Ibrahimu Hussein aliyewahi kutimuliwa kutokana na mzozo wa uongozi wa msikiti huo, na kama anavyoarifu Frank Niwala, polisi kituoni Kayole wamepiga doria kwenye msikiti huo ulioko Njiru, mtaani Kayole ili kuzuia mtu yoyote kuingia humo. Ijumaa asubuhi, wapelelezi wamewazuia watu kuingia kwenye msikiti wa Taqwa ulioko Njiru, kaunti ya Nairobi. Wanachunguza kisa cha imamu kuwadunga visu watu wawili wakiwa msikitini na kuwajeruhi vibaya. Inadaiwa kumekuwepo mzozo wa kuongoza msikiti huo na ndiyo chanzo cha kisa hiki, huku makundi mawili yakipigania kuongoza msikiti wenyewe. Sheikh Mohamed Hussein akiongoza kundi moja na kundi jingine likiongozwa na jamii Ahmed Mohamed ambaye mamake mzazi alitoa kipande cha ardhi kwa ujenzi wa msikiti huo. Yule Sheikh Ibrahim alisema asijui, alikuwa na court order ya kuwatoa wenye ambao walikuwa kwa msikiti, lakini court order yenyewe haikuwa na to address sisi. Sasa baada ya kuomba saa saba hivi na nusu, akaanza kuniitisha kifunguo ambaye mimi huwa sina hata, wanadhania mimi ndio nilikuwa na kifunguo za msikiti na nini So ndo akaanza kunishambulia nikadungwa, yeah, kisu ya mkono na hapa kwa tumbo. Sasa walikuwa wanataka kugrab, namna walikuwa wanatafuta njia yote kwa kugrab hiyo msikiti so sisi tulikakataa. Mimi niliumia kwa kichwa, unaona hapo nimeshonwa. Haya yote yalijiri baada ya mkutano baina ya makundi hayo na uongozi wa polisi eneo hilo, ambapo iliamuliwa mzozo huo usuluhishwe na SUPKEM au msikiti wa Jamia na ule walitaja kwamba walihusika ni imam, na ule alidungana akakamatwa baada ya kuandikiwa statement. Imam huyo pia analaumiwa kuhusika kisa kama hiki mwaka 2022 na alimuumiza Adan Tol vibaya wakati huo. It was 27 December of 2022, kuna mvurugano kama hiyo ilikuwa hapo mimi ndi mmoja wao ambayo imepigwa na imepasuliwa kichwa, mkono pamoja na hata mkono mwingine ya right, ikabilika kwa yule police station mpaka DCI. E, ile wa, wale wamempira walishikwa wamewachiliwa kupitia Sheikh Ibrahim Muhamed Hussein. Sasa anazuiliwa na polisi huku akitarajiwa kufikisha mahakamani Jumanne. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.